Tumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa wakati huu, ni usiku mzuri ambao Mungu ametupa na lipo neno ambalo Mungu anataka kusikiza siku ya leo. Ya yamkini maisha yako yanapitia changamoto, umekaa mahali pamoja siku nyingi, miaka mingi, na yawezekana tulipoanza mwaka elfu mbili na ishirini na tano pia ulikuwa umeweka malengo, lakini mwisho wa siku unapofika sehemu fulani unarudi tena nyuma, imekuwa ni desturi na mazoea ni jambo ambalo limewakuta wana Misiri wa Israeli pia walipokuwa kule Misri kwenye ule mlima wa Horebu walikutana changamoto kama hiyo, walikaa zaidi ya miaka thelathini na minane wakiuzunguka mlima. Kafika wakati Mungu akawaambia imetosha, ni wakati wa kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe kwa jina la Yesu Kristo inabidi uamue, mwambie Bwana imetosha kukaa kwenye maisha ya namna hii kila wakati, hata kama ni laana za ukoo hata kama ni mizimu ya ukoo inakufuatia, mwambie Bwana imetosha, ni wakati wa kwenda levo nyingine, ni wakati wa kwenda hatua nyingine. Yatosha inaonyesha muda wa mateso umefika mwisho. Ndio maana Bwana aliwaambia yatosha. Na wewe mwambie Bwana yatosha, umasikini umetosha, yatosha biashara yangu kuto kukua, yatosha kuwa tasa, yatosha kuto kuzaa, yatosha mazingira yangu ya biashara kuwa magumu Yatosha maisha yangu ya kiroho kutokukua. Kila siku niko pale pale, watu wanaokoka wanakuwa kiroho lakini maisha yangu kiroho hayabadiliki. Mwambie Bwana yatosha. Yatosha inaonyesha hukumu imetimia, ni wakati wa hukumu wa Bwana Mungu, anakwenda kuhukumu kwa maana ya kwamba anakupeleka hatua nyingine. Ile kesi iliyokuwa ikikusumbua katika ile level siondoke, Bwana anakwenda kuimaliza ila ni wewe tu ukiri kwa kinywa chako na kwa kumaanisha moyoni, kwa sababu maisha yetu ni ma... yanatokana na mazingira ya looni, jinsi tunavyoshinda kule looni matokeo yake yanakuja kuonekana katika ulimwengu wa mwili. Kwa unapochukua hatua ya kukiri, ni kitu cha kwanza kwa kumaanisha, nawambia Bwana hapana, yatosha, nimezungua kwenye umaskini muda mrefu, biashara yangu haikuwi muda mrefu, nimekuwa kwenye mazingira muda mrefu, sijapata mtoto muda mrefu, Bwana yatosha. Maana yake unaposema yatosha, unamruhusu Bwana anahukumu ile kesi, maana yake anakuweka huru, unaelekea hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia yatosha, namaanisha maombi yamesikiwa. Mwambie Bwana, huu ni wakati wangu na majira yangu. Yatosha, ni wakati wangu wa kuondoka kuelekea kwenye ahadi, kwenye nchi ya ahadi, kwenye mazingira mazuri, kwenye shughuli nzuri, kwenye biashara nzuri, kwenye kazi nzuri. Yatosha, yawezekana umesoma lakini kuna watu wamechukua nafasi yako visivyo haki. Yawezekana ulijiendeleza ile nafasi ilikuwa ni ya kwako, lakini uliporudi ukakuta kuna mtu mwingine ambaye ana sifa, lakini yuko mahali pale. Mwambie Bwana yatosha, ni wakati wangu wa kuiendea nafasi yangu. Mwambie Bwana yatosha. Yawezekana kuna tenda zako, wewe ndio ulikuwa na sifa ya kupata tenda, lakini kila unapo apply haupati hizo tenda. Mwambie Bwana yatosha, ni wakati wa kuiendea haki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo Mungu anatupa nafasi nyingine, Mungu anasema ondoka. Ondoka ni hatua ya imani. Ndio maana mwambia Bwana ni wakati wangu wa kuondoka. Maana yake inamaanisha Bwana anasubiri sauti yako, Bwana anasubiri useme neno, Bwana anasubiri uanzishe, umwambie Bwana yatosha, hii siyo nafasi yangu, mahali hapa sio pa kwangu, hii level sio ya kwangu, ni kweli nimekaa muda mrefu, yatosha ni muda mrefu, miaka mitatu, miaka minne, miaka miwili, yatosha. Ni wakati wa kusonga mbele, mwambie Bwana mwaka elfu mbili na ishirini na sita, kuanzia sasa ninaondoka, sitakuwa yule yule, ninaelekea kwenye hatua nyingine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana ya kuondoka kwa lugha nyingine, unaweza ukasema ni kuacha mahali pa maumivu, ni kuacha kifungo cha zamani, ni kuingia hatua mpya ni tendo la imani Bwana yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana, Bwana yesu asifiwe. Muda mwingine tunaweza tukasema pia yatosha, ni ukombozi. Namwambia Bwana yatosha, na ukombozi unaletwa na Bwana. Lakini kile kitendo cha kuondoka ni pale unapomruhusu Bwana. Bwana yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuombea katika mazingira ambayo umekuwepo muda mrefu. Hebu ungana na mimi, mwambie Bwana yatosha hata kama uko kwenye usafiri, kwenye gari unasafiri, yawezekana uko nyumbani, umepumzika, yawezekana huko unapika, unajisomea, mahali popote ulipo, mwambie Bwana yatosha, ni wakati wangu wa kuondoka. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita ukawe mwaka wa historia, sawasawa na neno la Bwana, sawasawa na maneno ya kinabii. Hebu andika hata kwenye nyumba yako, andika hata ndani, weka hata sehemu, mwambie Bwana yatosha. Kila ukirudi kutoka kazini, mwambie Bwana yatosha, hata kwenye biashara yako. Yawezekana biashara yako imekuwa doni, andika mahali, kila ukitazama unaona yale maandishi, namwambia Bwana yatosha. Hii siyo hatua yangu. Hii siyo levo yangu. Nataka niende hatua nyingine, na itakapofika mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na sita, wakati kama huu utamshuhudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninakuombea mtumishi wa Bwana neno la imani, Mungu akupeleka hatua nyingine. Ukisoma kitabu cha uh, ile Misali sura ya kumi na nane kuanzia mstari wa wa ishirini na moja mpaka ishirini na mbili. Mungu anatueleza maneno mazuri kwanza. Hebu tuone mstari wa 22 ndio mstari ambao nilikuwa nautaka angalau ni kushirikisha mtumishi wa Bwana, mauti na uzima hii katika uwezo wa ulimi, nao wa upendao watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye ulimi wako kuna nguvu, kama nilivyokuambia kwamba maisha yetu yanaamuliwa na maisha ya rohoni. Unapochukua hatua ya kuamini na kutamka na kukiri, maana yake katika ulimwengu wa roho unayafanya mambo yanabadilika, Mungu anachukua hatua, alafu matokeo yake utakuja uyaone katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo kwenye kinywa chako mwingine, kwa hiyo anaweza akajiuliza kwamba ninaweza nikatamka? Hapana, vifungo vyetu vinaanzia rohoni, mahali ambako hauwezi ukapaona kwa macho ya nyama. Lakini unapotamka kwa imani, maana yake kule vifungo viliko, unamruhusu Bwana. Maana yake ile ari umeichoka, unamwambia Bwana ni wakati wangu wa kuondoka. Maana yake Bwana anaachilia hukumu, anaanza kuvivunja vifungo, alafu matokeo yake utayaona katika ulimwengu wa nyama. Kwa hiyo unaposhughulika na ulimwengu wa nyama tu bila kushughulika na ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho ndiko mahali ambako kuliko na mizizi. Kwa hiyo unachokiona nje wewe ni tofauti na ili tatizo litatue, nenda kwenye mzizi, tamka kwa imani. Mtumishi wa Bwana na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, kokote uliko, changamoto ulionayo, ajira ni tatizo biashara isonge, maisha yako ya kiroho yasonge mbele kwa jina la Yesu Kristo. Na kutamkia, yawezekana umekuwa na magonjwa muda mrefu, umekwenda hospitali hawaoni eh, tatizo la ugonjwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kutamkia, pokea afya kuanzia sasa. 2026 ukawe mwaka wa furaha, Bwana amesema elfu mbili na ishirini na sita atakupa raha, na wewe kwa jina la Yesu Kristo, ukapate raha ya Bwana hata kama mazingira yatakuwa magumu, lakini utakuwa mwenye raha. Mwambie Bwana aijari mazingira lakini mimi nitapata raha. Bwana, haijalishi hali ya kibiashara ni mbaya, lakini wewe utauza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haijalishi uchumi wa dunia au mahali ulipo umeharibika, lakini wewe, Bwana atakuinua kwa sababu Bwana atakupa raha. Yatosha mtumishi wa Bwana, ni wakati wa kuondoka na kwenda hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mimi ninakwambia kama Bwana ishivyo, hautakuwa mahali ulipo, unakwenda hatua nyingine. Kama unaamini, hebu rudia hikiripu. Sikilize kwa umakini, anza kurudia maneno haya kwa ujasiri, rudia kwa ujasiri, na Bwana atakutendea muujiza. Mungu akubariki sana, uwe na usiku mwema.